Wale watu mnatumika kama puppets wale hmm? Watu wenye mnatumika kuharibia watu majina, majina zao na amjui iwe uko hapo tu, una, unapewa mia mbili unaambiwa nataka uende unisukumie hii, hii kitu ama nataka uende unisavie hii chai unakuja kusafu kusafu hey. hey.

Things are get, are taking a different turn like we never expected. Huyu Cheson ndo alitumika na Liz kuja kuharibia Ogobina jina kwa mtandao. After kutumika there is a uh, there is a, nini, there is a, a long nini message yenye aliandika like three weeks ago then I can delete. Yesterday ali DM Ogobina. Akamwambia like yeye hiyo information si yeye alikuwa nayo, aliona kwa mtandao. So yeye yeah, amebeba information yenye ameona kwa mtandao anatembea nayo. Akapatiana namba yake kwa Ugobina ati ampigie ndo amwambie what's really happening. Niliwambia your prayers matters, go down to your knees. Niliwambia the battle is intense. Hii vita si vita ya kawaida tunapigana nayo. So we have to fight spiritually. So this guy yesterday aliposta anini, aliposta ka video alafu akaka caption ilikuwa kubwa, sijui niseme ni, ni, ni, ni notibuku ilikuwa ama. So kwa hiyo caption alikuwa anasema like this is demanding 250 m kutoka kwa Ogobina, at least ana demand Ogobina TV Studios Liz anademand kamera zenye zinatumika kwa Obina TV. Liz anademand gari ya demu wa Facebook. Munanisikia? Munanisikia vile tunasonga na mtaratara? That guy alienda akadiliti tena hiyo video. Alafu akakuja akarekodi nyingine anasema oga Obina anafanya nini? Ati amemkosea heshima between two, these two people, nani amekosea mwingine? Listen to this clip, mniambie nani amekosea mwingine hapo. Alafu anakuja kusema ati hajatacha ugo Ubina. Ubina TV studios ni za nani?

before you post me like that and you have to understand that i don't use filters okay so make sure you add some brightness at the end of my picture so that i can look a little bit um, cozy thank you don't post me to look like i stole chicken from your village that is so wrong sasa hiyo chai imesafiwa huko ni moto imesafiwa na pitakioi na kama you don't follow pitakioi you are losing a lot

Kwanza ali blackmail Obina akakuja kusema yeah. yeah. amewekwa. yeah. Obina akamkusa. yeah. Akawashwa, yeah. akawashwa na fiti akawashwa na nyumba na kila kitu, madeni ikatokea. anataka yeah. yeah. dimu wa Facebook anyanganywe gari yes. is she the wife of Obina? Sikiza ni kwambie haya na mengine mengi utayapata tarehe kumi hey, si na tano atakapolipa deni ya kwanza. Ndenu weke kila kitu para wanja, haya weke hii, utaenda kumtoa kwa Obina kama nani? Simtoi mimi sijasema, namtoa. Usikia yuko kwa Obina? oh, kwa Obina. hey, oh, oh, nitaimia Obina. kuongea Uaa itasabiwa vizuri kwa sababu si unajua ule mzungu alikuwa ameweka, uh, uh, hey, am, nani, Sherry Gabriela, maisha mzuri anaitwa

sasa ndakupea hiyo chai baadaye, we tulia kidogo arudi. Wewe unataka ni nini? Airo anakuja Kenya ama ameshakuja Kenya? Si ako Kenya kwa zile kitambo, uone kitembea kwa mitaa kikula ugali na maziwa. Airo ule milionea ule alikuwa anaeka magabriera manaka, wanaenda holiday. Ni content anafanya tu, ni content anafanya, but eh Githiga anaenda out lakini tarehe kumi na tano wote.

kwa sababu sikiza, ni kwambia alimwachia everything because hakutaka story. Sitaki kuingia kwa ndani ya Obinna sana, akawasha uh -huh. tu. okay, okay, da, kila kitu eh? uh. Then this lease akamwasa sasa, kwanza kukopa madeni, atakopa huku inje ndiye aweze hata kufeed V8 mafuta. Unajua V8 inataka mafuta sasa Hey, hapo kuna maneno na eh. Na, sasa juzi nikapigiwa na mtu simu random. Akaniambia, pita Kioi. Na uko na kamba, ni kuanikia mtu. Nikamwambia niko na kamba na miti. Unataka tumwanike juu ya miti ama kwa kamba? Akaniambia eh, weka yeye popote. Nikamwambia leta yeye. Akaniambia kuna kazi yangu anaitwa Liz. Amenikopa pesa mpaka ifika elfu mia saba kila siku ya fuel. Na hataki kunilipa. Liz mgani? Ule wa Obina kabla akata hiyo simu, mwingine akanitext, akaniambia, Peter Kia, nataka uniongeleshe mtu wako hapa, na usimuongeleshe direct, ongea online. Kuna 3.5 milioni yangu inazama maji huku. Ni nani? mtu fulani wa Obina. Kabla sijapost screenshot ya OB, vile nilitumaniwa, Obina akakuja, akaiongea, akaandika, akaongea mahali, akaandika. Nikaenda kwa comment section, nikamwambia hii chai umesave mapema na nimepatiwa jana. Akaniambia post kila kitu. Sasa si mimi nimepost. Sasa mimi nasikia saa hii, oh. Yeah. seuse... <laughs> okay, Yeah. sasa, sasa sasa, akakuja akasema Obina ni Mirayas, nikamsikia akisema Obina ni Mirayas. Sasa nikakwambia wacha nimkumbusha aliwahi kuwa Telegram, nikakutumia hiyo video akikunuru mabuti, si nimekutumia?

Angalia WhatsApp yako iko hapo. Nimemwambia wazee ukumbuka. Nimemkumbusha kwamba sha haikuwa <laughs> Sumia, sasa gidaiga sasa ubina ameongea side of the story. Do you know what the lady wants now? Anataka kuleta another blackmail. Uh -huh. Ati sasa nani, huyu nani, demwa Facebook ati anyanganywe gari jamani. Okay, the text I I mean mean there is nothing wrong with that. eaus in, in a sound funny. If you never watched my previous video I think this one you you may not understand it, but that is it. Remember this. Everything you go will ever be rewarded. Nothing you will ever do will ever go unrewarded. Thank you. Bye bye.